Na wakazi wa kata ya Mugunga magharibi mwa mji wa Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Congo DRC, mji unaodhibitiwa na waasi wa AFC M 23 wamelalamikia hali ya kiusalama na kuomba M 23 kuwapa usalama hapa na mie kama vile mtoto wenu, ndugu yenu, si guvernera alinituma na sema nikeni maongeleshe si niko hapa. Hata kama hamuyacheka juu muoneshe kama mmenipokea juu mungali mnafunga sura nipokea. Ah, tena kule tufata hii M23, hii AFC M23, M23 haiko gizima kiacho kubashangaza vile oea wnne akubashangaa a tulikutana na AFC ndio tulikutana na mafranga na mafranga kwa hii mabank ma equity ma MD, ani hamukonaka hata hata siku moja kuona kama hii jeshi iko discipline, hawakubomola hata moja, polisi yao wanabomola, hawakubomola zile franga zenu, ifo sibakie pale, njoo vile tunakusa jenga hichi, haiko e vile hatupande jenga hichi na na indiscipline ama na mantivale fo tujenge hichi njoo kwa maana tuko na baita Mukuye tujenge isi pamoja, mukuye mutuzogele. kamunainda mpolisi inda mupolisi kamutaka hapa mgunga mugunga uyatukusorme kwanza, aiko vile. kamutakua songa mbele, unasema nono, mie inataka nikwesonga el atulakusorme, aiko vile. Alo, tuko na kestio mbili tu, ya mama na baba. tutagabata tukestio mbili kwenda haraka ama uko mama moya ama baba moya iko na kestion, tutawapatia tu uweze kestio. Wezi kapatia u deja isha patie neno. Shalom wa ndugu hii, tuliwambia ni politiki ya proksimite, tuko karibu ya raia pembeni, ya kusikia raia inawaza nini natupatia shauri gani ezi ongoza Shalom. Shalom. Wa wa jina naitwa Huseni Awazi Kimanda, mkaaji wa Mugunga aveni 17 Janvier. Nimesikia directeur de cabinet anatuambia FC ni bone gouvernance manake iko karibu sana na raia. Jambo linalosikitikwa ni kuona bone gouvernance, jeshi yetu ama AFC inakuwa na tabia, wakipata information hawapende kwanza kuchunguza ile information, wakati wanaangua kwa ule mtu, ya kwanza ni fimbu, yule mtu anakuwa tabase wakati wanafanya ile uchunguzi wanakutana iko inosa. Njo swali langu, papa directeur de cabinet, ulifikishe kwa meya ama kwa gouverneur, umwambie yule mtu ambaye amekuwa tabase na hana namna ya kujitunza, nani atamporter en charge kwa ile mapigo ambaye amepigwa? Na ijapokuwa amesema ila wale wa vijana hawana kazi kwa kutumikia jeshi ama governance ya AFC M23, imewaza nini kwa wale vijana, baada ya kuwatoa kwa barabara watatumikia wapi? Asante sana.

haiko kusema hii masasi yaninasema chuwarifika huku wavo ndo wenye viko wanatatiza watu ni naja, nilie mwenye mko mnarudiana ndani kungambo yetu ya wambuti wawa tiko na shamba kwenye tunawezaenda chini na sisi, wajiani viko wanatutatiza kumashamba zetu, wanatunyanganya kwa ile mashamba yetu na sisi

Nitaanzia kwa hii swali yake kusema kwamba wanaonelewa, pia wala kuna wale ambao wanakuwa na mashamba na watu wengi wanawatoa maile mashamba na hiyo kitu nitaweza kuwaomba, wataforme delegation yao wa ya Wambuti, watakwa kuniona pale ku province, alafu pale nitajua namna gani, na watakwa na chef de quartier.

Tunapenda tuzikomeshe kwa kuwa imekuwa desturi. Na wengine amesema, anasema ongera kwa AFC/M23, akuwa amefungua manjia kwa leo, unaweza enda bweremana hata la Muguru unaweza enda manjia mbalimbali. Kwa hiyo amepongeza, msikuwe naona tumitu tumi ibaya tu mapoe negative, kubatu ama kukitu kama kuko mapoe zenye ziko positive, inabidi pia kukuwa na shangilia. Mnasema munaankurase viongozi aiko vile na ile itatoa kurajia kusema kumbe tuko tunafanya vitu yenye population inapenda. Ndugu pala ameuliza kesi ambayo colonel atakaye kujibia, alisema kwamba kuna wakati ambao wanakuja kuchukua watu ambao wamesuspecte mkartier na wanawapeleka ile jambo, colonel atakaye kujibu, ila mimi nitajibu tu kujambo ya hii makioske ku watu ambao wametoa kwa makioske mbalimbali, lakini mko mwanene, karibu

akawaambia mpole kwa hali ambayo mnaendelea kuipitia na amani. Anasema tuliipata tunaanza ypata, na hivi walikuwa nikritiz kuelewesha wote kama wanaleta amani na hivi mawazo yetu waliweza kuipokea. mnahitaji nini nyinyi wakazi? sisi tulisema kama tunahitaji amani ya kwa huku waasi wa M23 wakishutumu wakazi kuendelea kwaweka watu kwenye, kwaweka watu wenye silaha katika makazi yao hasa wapiganaji wa Zalendo, jeshi la Kongo FARDC na wapiganaji wa FDLR waliojificha katika makazi ya watu, amesema Kanali Alfredi, mmoja wa makamanda wa M23 ya kutoka kwa ngazi za juu uongozi ambao tuko nao ndani ya, ya provinsa yetu ya Nord Kivu. E, swali inasikia ni preoccupation na hii mara na mara imekuja kwetu, eti kuna shida ya watu ambao wako suspect, wale suspect. Na wakati askari wetu wamekuja ndani ya eneo, mara na mara huenda hawajapata habari kamili kuhusu mtu, na mara moja wameanza kumpiga fimbo Eh, hiki kitu hata niwaambie, kama ni ukweli inafanyika, haitafanyika tena. Merci baba. Tena mnanishia vizuri, ingawa kweli kuna hao watu ambao ni askari wetu ambao wameprocede kwa hii njia. Ninawagarantia ya kwamba tangu saa hii haitafanyika tena ila na ninyi mjue ya kwamba kuna watu ambao mmewaweka ambao sio wazuri ambao ni mabandia, walitoka ndani ya Munzenze na wengine ni FARDC, wengine ni FDLR, sijui na adui eti ni wazalendu na mna mmewaita majina. Hawa watu ndio wanaendelea kuwakosesha usalama ndani ya manyumba wakiwaiba na kuwaua na kuwabaka. Hata hivyo tumezungumza naye Remi Sejioba kutoka ofisi ya gavana Erasto Msanga, gavana aliyewekwa na AFC M23, anaeleza nifika hapa Mugunga kama vile mnajua, tunaendelesha kazi ambayo tunataka kuifanya kwa kusasimulizie raia eh, message ambayo son excellence Bahati Kusanga Erasto ametupatia ili tuweze kusansibilize raia kwa hii message tatu. Message ya kwanza ni message ya umoja ya unite, kwa kuwa kwa kongomani siku nyingi walikuwa deshireki ukabila nakutana kama watu wanaanza kubaguana hata ndani ya makazi ndani ya makata mbalimbali, lakini mesaje ambayo son excellence gouverneur tambia ametuambia kufikishe hii mesaje kwa makata zote na leo ilikuwa ni turu ya Mgunga ambayo tumefika kusema, tuonane na wandugu wa Mgunga tuweze kuwapatia hii mesaje kwanza ya inite. Ya pili ni message ambayo tunaendelea na kuambia raia waji desengager pamoja na waadui ama, waweze kuachana na uhusiano pamoja na adui, kwa unajua kama vile mnajua adui anakuwa anakaa ndani ya population na anajificha ndani ya population, na kunakuwa wale watu wabaya wabaya ambao wanaendelea kuweka wale wa adui, na wale wa adui wanaendelea kutatiza, na ndio mnasikia masasi nalia huku na kule, watu wanaweka silaha ndani ya manyumba. Na hiyo leo ilikuwa tu ambayo guverner aitwambia wakaaji wa Mugunga kwa mnajua hata kila siku kwa wakati masasi nalia Mugunga, hiyo masasi ni kusema kwamba kunakuwa silaha bado zingali ndani ya populasyon, zile silaha ambazo eh, guvernema ya Kinshasa iligawalia wa wasivile wote. Na leo guverner alisema mwende muambie mwenye ko na silaha akuje atupatie ile silaha, hawatamfanya kitu chochote. Kwa leo ilikuwa ni kama vile siku ya neema kabisa, na ingine kwa ambao ni wa jirani ambao wanakuwa kwako kati ya adui nao kuwatoa ili service ziweze kujokipe na usalama vizuri. Ya tatu ni message ya desinformation kupitisha ma information mbalimbali, na watu hawahusike kupana na zile ma information. gouverneur de province son excellence Erasto Bahati Msanga Erasto anatuambia hivi, anaambia raia kwamba Haiko kila mtu ndio mwenye anapasha kupana information. Hata chama yetu na sisi tunakuwa na makanoza kupitisha hata information, na hata raia inabidi wakuwa wanasubiri, kama ni wapasha habari wao wenyewe ndio wanapitisha habari. Lakini leo nakua unaona una, wanaamka tu asubuhi, wanaanza kupitisha ma information wanasema eti AFC M23 imefanya hivi. Nikusema kwamba adui bado angali hapo ya population ambayo anapenda kupigana ki, eh, kwa, kwa njia ya communication, na ndio maana tunaomba population yetu wajiazani, waachane na hiyo mambo ya kuwa na kupitisha ma message ambazo zinaendelea kudesorienter population yetu, haitakuwa kitu kia mzuri na ya, ya ine ilikuwa osi kuita wa vijana wakuwa wavijana. Wavijana wengi wanakuwa wanasema kwamba AFC/M23 haiwashirikishe ili wao wenyewe nao wakuwe parmi waandikiwe ndani ya histoire ya kukuya kusema wagomboe nchi yao, na leo wavijana wametuita wakatuambia sisi, mukuja hapa mtuchukue tujiandikishe kwa utaji yetu, yani kwa kupenda yetu contrairement ambao mambo wa watu wanasema ya kwamba AFC/M23 inakamata wa vijana kwa kingufu. Munaona wao nyi wenyewe wa vijana ambao wamejitoa wanasema ya kwamba nao tuwaandike nao tuwapeleke kwenye jeshi, wao wenyewe ndio watakuja kusekilize Goma, watakuja kusikilize hii Mugunga. Na wameelewa ya kwamba hii government ya Tshisekedi ambayo iko ni sherti tuitoe, wamekubali kujiunga kwa coordinateur national coordinateur wetu wa politiki ambao ni Corneille Nangaa wanakubali kujitoa kusema wajiunge na coordinateur militaire eh, General Makenga Sultani ambaye wao wenyewe walielewa hii vitu mbele, na wakaita watu ili watu wakuja wakajiunge. Hasa nao wamesema, watoto wa Mugunga msibakie nyuma, kiemujiunge, tuende tuwaforme, tuwaforme, tuwapatie tuwa formation ambayo iko professionnel na ili kesho na nyewe mko muhistoria ya wale watu ambao wamegomboa nchi katika hii maantivaler mbalimbali. Asante. Unajua, hii ni fazi ya sensibilization ambayo tuko nayo na ndio maana tunaiita fazi ya neema, kwa kuwa yeyote ambayo atajitoa, population yoyote ambayo italeta mtu ambayo kweli wamemleta na alikuwa na silama, yeye mwenyewe anajitoa, sisi hatuwezi kumfanya kitu chochote, kwa kuwa amesikia message ya son excellence, monsieur le gouverneur, eh, Bahati Musanga Erasto, na amesikia ile wito na amekwa kujitoa. Na lakini kama amekataa kujitoa, tunakuwa na mbinu mbalimbali ya kudenishe ama ya kuyua wapi adui iko, na ndiyo maana tunaendelea na kuhimiza population yote ya Goma hasa ya hawa pa Mgunga mali ambapo tupo wenye wako na masilaha wa kuje wazijiripoti wazilete na wale ambao ni wazalendu wa FARDC tumesema mara nyingi, ni wa ndugu zetu na haiko kosa yao, waliongozwa njoo vibaya, walipata uongozi mubaya, na hiyo uongozi mubaya njoo tunataka tubadilishe, uongozi ya ukabila, uongozi ya madetournement, kila siku ni kudeturne tu mamilion zenye, zile mamilion zinaweza kutujengea hata km, zile mamilion zinaweza kutujengea hata mahopito mbalimbali, ili hata wakaji wetu wapate afya. Ni kusema kwamba wakaaji wa Mugunga wameelewa, na leo kama umeona, wamejiunga ili waingie ndani ya jeshi. Ni kusema kwamba nao wanataka kuleta pare yao ya contribution ya, ya ili wahakikisha kuwa wametunga mkono ugongoe huko. Vijana wengi wakiendelea kujiunga na kundi hili baada ya hamasa katika kata mbalimbali. Wengi wamesema wanafanya hivyo kuja kulinda kata zao baada ya mafunzo ya kijeshi.